Uh, hello wadau wetu wa KingoFarm. Uh, leo tumewaletea makala inayohusiana na coccidiosis au ule muharo wa damu pamoja na tatizo la banda kulowa kama ambavyo unaona hali kama ambayo unaiona hapo. Hii hali ni huu ni ugonjwa wa coccidiosis au muharo wa damu. Uh, lakini pia huwa unakuwa umeambatana na kinyesi ambacho kinakuwa kina maji maji sana, banda linalowa, uh, linatengeneza layer fulani ambayo unaweza ukaitoa na chini akabaki matandazo. Uh, lakini vilevile kinyesi chao kingine kinakuwa ni hiki kinyesi cha damu chenye rangi kama ya ugoro, nyekundu. Ila kabla ya yote huwa inaanza kwanza brown, ah, baadaye ukichelewesha kuitibu ile brown, basi inakuja rangi ya ugoro, na mwisho wake usipowatibu kabisa inakuja damu kabisa, inakuwa kinyesi cha damu kabisa. Huu ni ugonjwa wa coccidiosis. Sasa namna ambapo unaweza kukabiliana na huu ugonjwa ah, kitu cha kwanza angalia kuku wako bandani kama wamejazana sana. Kama kuku wamejazana sana, huwa ni rahisi sana kupata huu ugonjwa wa kinyesi cha maji maji pamoja na kinyesi chenye rangi ya ugoro, kama kuku wako wamejazana sana bandani. Lakini kitu cha pili ni unyevu. Unyevu huu uh, unaweza kuwa kwenye chakula au humo humo bandani, kama kuna hali ya unyevu unyevu, kama chakula unajua hapa hakijakauka vizuri, au banda lao linaingiza sana maji, basi pia huwa inaweza kuwa sababu ya huu ugonjwa wa coccidiosis pamoja na ule muharo uh, wa maji maji uh, lakini Uh, vilevile huwa ni maji ambayo unawapa kama unawapa maji ambayo ni machafu yana vimelewa magonjwa pia huwa wanapata ugonjwa huu. Sasa sisi hapa shambani kwetu KingoFarm tukiona tu dalili kama hizi, uh, uh, huwa tunachunguza hivyo vitu nilivyovitaja hapo, tunaangalia kama vipo, kama vipo tunarekebisha. Kwa mfano kama kuku wamejadana sana bandani basi huwa tunapunguza, au kama maji tunayowapa yana shida basi huwa tunabadilisha, au chakula kama kina unyevu au kama bandani kuna unyevu basi huwa tunaangalia uh, vitu kama hivyo ndo vinakuwa vya kwanza kurekebisha kabla ya matibabu. Yani kabla tujaanza kuwatibu, basi kitu cha kwanza huwa tunarekebisha hali kama hiyo bandani. Aa, baada ya kurekebisha hiyo hali bandani, aa, hapa sasa unaweza ukatumia michanganyo mbalimbali kutibu, kwa sababu huu ugonjwa unatibiwa na michanganyo kama mitatu hivi, ila lazima iwe kwenye michanganyo yako, lazima kuwe kuna salfa ya kutosha. Hakikisha kwenye huo mchanganyo ambao unawapa basi una salfa ya kutosha, na hata kama utaenda kununua dawa ya dukani, basi nunua dawa ambayo ina salfa.

una vitu hivyo basi, unaweza ukavitumia, lakini kama unakosa majani ya mpapai, unaweza kutumia majani ya mpera, kitunguu saumu na tangawizi, na kama pia unakosa majani ya mpera, basi unaweza kutumia majani ya mwarobaini hapo utaweka majani ya mwarobaini, majani ya aloe vera, kitunguu saumu kwa hiyo, katika hii michanganyo mitatu, na tangawizi ya ya cha, cha muharo wa maji kabisa, basi tunakushauri ununue kitabu chetu cha tiba za asili za asili. Tiba za magonjwa mengi sana. Ukiwa na hiki kitabu hautakuwa na haja kabisa ya kununua dawa ya dukani, ila utaweza kujitengenezea tiba wewe mwenyewe nyumbani kwako au utaitengeneza na utawapa kwa muda wa siku tatu mfululizo na kuku wako watakuwa wamepona kabisa ugonjwa wowote ule. Sio lazima iwe hii coccidiosis. Na kwa upande wa coccidiosis, uh, sio lazima ukanunue dawa ya dukani kwa sababu hata hizi dawa za asili huwa zinafanya vizuri kabisa ndani ya muda wa siku tatu tu, kuku wako wanakuwa wamerudi katika hali ya kawaida na wanapata kile kinyesi cha kawaida. Kwa hiyo hapa, kama unaweza kutengeneza hii michanganyo ya asili basi utatengeneza, lakini cha muhimu na kushauri ununue kitabu chetu cha tiba za asili. Pia tuna kitabu ambacho kinahusika na kutengeneza chakula. Ukiacha kitabu cha madawa, pia tuna kitabu cha kutengeneza formula mbali ya ufugaji. Na kwa Layers na chotara, tuna kitabu cha safari ya ufugaji. Na kama wewe ni mdau sana wa tiba za asili, ila haujui utumieje hizi tiba za asili au upangilie vipi ratiba yako ya kuwapa kuku wako booster za asili, kinga za asili, chanjo za asili, basi tunakushauri ununue kitabu cha mwongozo maalumu wa ufugaji kwa kutumia tiba za asili. Kitabu ni kizuri sana, ni kizuri sana kwa wewe mfugaji ambaye, uh, una changamoto mbalimbali au unataka kuongeza maarifa au unataka kuwa boost kuku wako wa nyama au mayai, basi kitabu kimekaa vizuri sana Kitabu kinakupa fomula mbili za chakula, fomula ya kama unawafuga kuku kwa ajili ya nyama, pia fomula kama unawafuga kuku kwa ajili ya mayai. Ukiacha fomula ya chakula, pia kimekupa booster ambazo zinafanya vizuri kwa kuku wa nyama na booster ambazo zinafanya vizuri kwa kuku wa mayai, pamoja na ratiba yake kamili ya kuwapa hizi booster. Kwa hiyo ni kitabu kizuri sana, ukikitumia naamini kabisa utafanikiwa kwenye ufugaji kwa kiwango kikubwa sana. Vitabu vyote ni vizuri, inategemea wewe unafuga kuku aina gani, una changamoto gani, au unataka ku ongeza maarifa gani. Ukipata vyote vitano nakuwa ni vizuri zaidi, lakini pia tunaku kundi la WhatsApp ambao linatoa mafunzo ya ufugaji, unalipia ada ya shilingi elfu nane kwa muda wa miezi miwili, unapata darasa, unauliza maswali na unajibiwa unahitaji huduma zetu, shika namba hapo kwenye video na utupigie.